Utajua hii kama mwanaume wako iko na mwanamke mwingine kule nje. Utajua hii kama mwanaume wako iko iko na kuchiti. Kwa maana hizi jua kama mwanaume wako aishaanza kutongoza nje. Ah, kujua mwanaume wako kama iko na nje, inezi kuwa vigumu kabisa paske uh, mwanaume anakuwa kama mtu wa kujificha sana, anaweza kuwa iko na kutoka na mwanamke mwingine nje, lakini anakuwa na tabia ya kujificha juu asibadiliki. Lakini sio wanaume wote. Na mwanaume iko na tabia za nyingi sana zenye inezi, inezi, inezi, inezi, inezi, inezi, inezi. Unaweza ukimwangalia tu tube utagundua kama mwanaume wako, isha, na a ashabadilika kutoka nje, na hapa mimi nitakwambia ta, ta, tabia saba zenye kama ukiznatuka mwanaume wako kama jia mwanaume wako ashabadilika nashanza na nashanza kutoka nje. Na tabia ya kwanza inaweza ie kuona kama mwanaume wako ashanza kutoka nje, unaona anakuwa na, na ma, anapwa, anabadilika uh. Communication kumaongezi, e, mlikua mnaongea anakunganisha tu mzuri na kupigia simu na kujulia hali, akiatakalukokokaziza kupigia simu. Anakuambia unaendelea je, sijui siku napitaje na maaesho na mtu mwingine na mtu mwingine nje. Na tabia ya pili nizituma kama, uone kama wanaume wako na mwanamke mwingine nje anakuwa mkali sana kwa simu yake. Yani, mbele ulikuwa na access ya simu yake unaweza gusa simu yake kujitumia ukajitumia, ukakagua ukafanya nini. Me? Kwa sasa anakuwa anakuwa mkali hapendi gusa simu yake na ukigusa anakuwa, anakuwa mkali anakuwa mkali sana. Unabusa, ya, anzi, anakuwa mkali sana. Ukigusa nakuwa mkali, anasema nini na nini na pafo, unakuta password hataki ujue. Mmoja ulikuwa, ulikuwa na password yake ya, ameibadilisha hataki ugusa, mkali, kigusa, nini na nini, ujue ukiona huko. Tabia nyingine ya tatu unakuta ana anakuwa mtu wa kubadilisha maprogramu, yaani baratiba, mezikuwa muko na ratiba ya kufanya kitu fulani anabadilika. E, au mbele alikuwa mtu alikuwa mtu alikuwa na ratiba fulani mashabadimu, mbele alikuwa anarudia saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa moja, na anaanza kurudia saa tatu, saa nne za usiku. ni na ukitaka umuulize, ukiona mwanaume wako anabadili ratiba, alikuwa anarudia hivi, mbele alikuwa anafanya kitu fulani kwa wakati, akifanya kwa wakati

Me, anabadirika iko vile. Hisia na wewe. Yeye anakosa na kataa, na bezo ya tendo. Hata kupa na akikupa ata kwa sawa zamani. Jua nini, ashaanza ashaanza partage, ashaanza share, ashaanza gabula. Anaanza nje anakamalizia ndani. Jisi kuna anza nje na kia malizia ndani kia ingia ndani ana tena ile nyamushi, ana tena ile nguvu ukiona hiyo dalili ya hivyo kama mwanaume wako deja ameshaanza kutoka nje Na tabia ingine yenye eleza kama mwanaume wako unamgundua kama iko natoka nje kuna kuchiti anakuwa, anakuwa mkali sana ndiyo flni mmeongea kwa pamoja mnamaliza, anakuwa mkali, anakufokea na parf, anakukwaza tu makusudi. Anakukwaza makusudi nini, unafanya kwa nini umefanya hivi? Anakukwaza tu makusudi, juu ukasirike, na ukisha kasirika, yeye anapata mwanya wa kutoka. Hata kija, atakuja atakuambia umenikwaza taangamnkwaa au nini? Ndio maana meknda amekwazika. No, kukwaza makusudi ili apate nafasi ya kwenda, ili magharibi au jioni akisharudia usiweze kumuuliza vitu vingi mingi sana. a hapo iko e nini anaanza toka iko natoka kule inji. Na tabia ya mwisho ya saba, unaona anakuwa na matumizi mabaya ya pesa. Yani mbele alikuwa anakuachia hata raio pesa za chakula na kuachia hata elfu kumi elfu kumi na tano mili naza kuaia elfu tano na ukisema sana kwambia, sina pesa eh, anakuambia sasa sina pesa mbele ao oh, hapo nyuma aikukuwa hivyo, alikuwa tu bien anakupatia pesa kwa wakati na unaemea unatakila mpre, anaanza anaanza geuka, akupati napafu. Ukimlomba ta franga, ukimlomba pesa, kwambia mimi sina pesa kwa mi, mimi sina pesa mi, mimi sina pesa, mi sina pesa mbele unaweza sema no, nimekosa kitu fulani, si jasuka no, chakula hivi au kitu fulani hivi, na anatosha pesa kwa wakati me. Kwa sasa inakuwa ukimlomba ukim, ukim pesa naa, sababu sasa vile vile vitu vyenye unataka wewe, ndio mtu mwenzako naye iko na vyumba, iko na vyumba huko nje. Mimi vitu vyenye wewe unataka ndio mwenzako naye anataka huko nje. Sasa ile kiwango ya pesa ilikuwa unachua unataka, hauwezi ukaipata, hauwezi ukaipata kwa wakati. Kwa hiyo kwa najua na, na utakuwa unajifunza Izi ni tabia ziko mingi sana za wanaume wanaumeavek. Izi tabia saba zingine tunazungumzia hapa, zinasema utakuwa ulielewa, utakuwa uh, ulielewa kitu fulani kuhusu mwanaume. Kama mwanaume wako deja alishaka kawai au kama ana prezante zi tabia, ujue deja mwanaume wako alishaanza toka inje.